So, mimi naitwa Elvis Balesa. I'm in charge of sports and talents hapo Lucsa. Uh, tumekuwa hapa kise for one week now. Uh, na na tumekuwa na wakati mzuri. Tumekuwa na leadership training summit. Kwanza namshukuru president wangu Bwana Kabao kwa kutupatia fursa hii mimi pamoja na wenzangu kutoka Lamu County kuweza kupata fursa hii na kuattend. Yeah, it have been great Mom moments here hoping that tunaweka change kwa society yetu. Yeah, that's all. My name is Joseph Wenena uh, from Ranga Teachers and I'm happy to be here for the leadership training. Uh, just a, just uh, mambo na, na training nimepata kujua mambo mingi kama jinsi za kuongoza the right channels and pia I am hoping for an opportunity uh, to showcase my art And through this I know I get to network with the people who will uh, we call them destiny connectors and I'm hoping it will be a great uh, and a nice event. Thank you. Asala aini ah, anaitwa James k kutoka Lamu nikw apa kise, nashukuru sana Lucsa kwa kunipa hii fursa nzuri hapa, na pia nashukuru wa viongozi waliotupeleka. Kwa hiyo siku zote nashukuru Uungisha mambo mekifundisha jinsi ya kuongoza watu kwa uaminifu na pia kwa uadilifu. Nashukuru sana yeah. Pia Sharin ambaye ndiye, ndiye kiongozi mkuu wa hii hafla yote nashukuru sana yeah. Thank you. What's up people, my my name name is is Peter Mwangi from Lamu County, our president Kabau Kabau Clinton

kidogo tu DJ kidogo tu DJ kidogo tu unajua, hiyo inakuwa ya maana, kila mtu akiwa ameshika mtu eh, akiongelea mtu, hata kama ujue unamwambia, mwambie tu mwambie hivyo hivyo, sasa hivyo sasa tafuta mtu tafuta mtu, hata kama ujue unamwambia tu hapa. ah, ah, ah, ah, ah, mko peke yenu jamani, hataki kuambiwa, ah, ah, ah, ah, ah, wewe ambiwa uni wapa, wacha kuogopa, huyu ndio